Ilumanga na tunaanzia hapa nyumbani katika uh, mchezo wa soka ambako tunaeleza kwamba Ligi Kuu ya Tanzania Bara imeendelea leo kwa kuchezwa mchezo mmoja kati ya Yanga na Toto Afrika kutoka kule jijini Mwanza, mchezo uliofanyika katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Toto wakicheza kwa kujihami zaidi, huku wakiwa na mawazo ya kujihami kushuka daraja, walicheza kwa kujituma wanj, uwanjani uh, huku wakionyesha kandanda safi licha ya Yanga nao kuwashambulia mara kwa mara, lakini ngome ya ulinzi upande wa mabeki ulikaa imara kuondoa hatari zote. Mchezo huo uliogubikwa na mashambulizi makubwa kwa kila upande, lakini pia washambuliaji wa timu zote hawakuwa makini, huku Yanga ambao walikuwa wenyeji wa mchezo huo wakikosa nafasi nyingi za wazi, ambapo walisubiri hadi dakika ya 80 na kupata bao lililofungwa na Misi Tambwe kwa njia ya kichwa hadi dakika tisini za mchezo zinakamilika, Yanga waliibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri na kutangaza ubingwa, kwani kimahesabu tayari timu hiyo imeshapita kwani imebakisha mchezo mmoja dhidi ya Mbao FC, mchezo ambao itawalazimu Yanga wasafiri mpaka katika jiji la Mwanza kwa ajili ya kuhitimisha ligi kwa msimu wa elfu mbili, kumi na sita, elfu mbili, eh, kumi na saba. Kwa matokeo haya, sasa uh, iwapo kama <laughs> uh, Yanga ili asiwe bingwa Simba itahitaji kushinda magoli kumi na tatu katika mchezo kitu ambacho si rahisi. Bodi ya ligi kuu ya Tanzania